Gari kidogo cha mizigo kilifika, kreti za bia na soda zikashushwa. Baba Chande na mama Chande wanaonekana ni watu wenye furaha kweli kweli, lakini watu pembeni walinong'onezana na kujiuliza imekuwaje leo? Si hayo tu, wanawake wengine walikuwa jikoni wakiandaa pilau lakini DJ taratibu alibadilisha nyimbo na mziki mzuri mkubwa ulifika. Sherehe yote hii, utajiuliza kuna nini? Ni baba Chande na mama Chande wamepokea taarifa ya mtoto wao Chande amefariki. Taarifa hii imeatoa katika simanzi na kuwaleta katika furaha. Kwa nini baba Chande na mama Chande wanafanya sherehe katika msiba wa mtoto wao? Turudi nyuma kidogo. Chande alikuwa kijana ambaye amezaliwa katika mitaa ya Dar es Salaam, Kigogo. Chande alikuwa mweupe, alikuwa mwembamba, si mrefu si mfupi. Lakini utotoni mwake, Chande alikuwa mtukutu sana, kwani mara nyingi alikuwa akipigana na watoto wenzake. Lakini ulipotokea ugomvi, Chande alitumia viwembe, visu na silaha zingine kali kwa ajili ya kuwazuru wengine. Taarifa zilienea katika mtaa, wazazi wengi walichukizwa na tabia zake. Wazazi wake kwa kuwa walimpenda walimsihi, wakamwadhibu na kuamini kwamba Chande atabadilika. Hata shule alipofika darasa la nne hakuipenda tena Chande, mara nyingi alikuwa akikaa chimbo kipindi wenzake wako darasani. Alisoma shule ya msingi Gilman Ruthinda, zamani iliitwa Darajani Kigogo Mbuyuni wazazi walijitahidi, wazazi walifanya kila linalowezekana lakini chande hakutaka tena elimu. Chande alikuwa mtoto mtukutu, alikuwa mtoto aliyebadilika. Mtoto huyu katika umri mdogo alikaa na watu, watu wazima, lakini watu ambao wenye tabia za kihuni, wavuta bange, wala madawa ya kulevya, wakabaji na wezi wote katika maeneo yao. Wazazi walishtushwa sana na mtoto wao Chande ni mtoto wa pekee katika familia ya wazazi hawa, hivyo wazazi walimpenda, walifanya kila namna linalowezekana, walifanya maombi yote chande aweze kuwa salama, lakini ilishindikana. Alipelekwa madrasa, lakini Chande alikataa elimu ya dini na kuendelea na maisha yake. Ndipo miaka ilipokatika, basi Chande akawa mwenye umri wa miaka kumi na nane. Chande akaungana na vijana wenzie wakakimbilia zao huko south Africa. Walifikaje huko? Acha nikusimulie kidogo. Kama nilivyokwambia, Chande katika makuzi yake alianza utukutu zamani, na marafiki zake wengi walikuwa wale ambao wanasifika kwa tabia za wizi na uhuni. Chande aliingia katika udokozi, lakini udokozi huu wa mwanzo kabisa alijifunzia katika mifuko ya suruali ya babake na pochi za mamake. Mara nyingi wazazi hawa walijiuliza pesa zinaenda wapi, lakini baadaye wakaja kufanya mtego mmoja akaweka pochi yake kila anapoweka, lakini akakaa na kuchungulia. Ndipo mama akaona Chande kama kawaida yake anakata pochi na kuchukua pesa. Basi mama huyu akamwambia mume wake, mume wake akakasirika sana, lakini wakashindwa namna yote ya kumfanya Chande aweze kuwa bora. Ndipo Chande akaiba TV nyumbani. Kipindi hicho ni TV za chogo. Basi akauza na wakakimbilia South Africa. Kufika South Africa, mambo yakawa mabaya zaidi, kwa sababu Chande alijua akifika kwenye nchi hiyo atakuta nchi hiyo ina pesa nje nje, atakuwa tajiri, atakuwa mzungu, atakuwa msafi, atakuwa na magari, lakini atapata mafanikio na kurudi kwao akiwa na maendeleo. Cha ajabu, alikutana na watu ni wahuni kuliko yeye, na kumbuka, Chande alikuwa ni kijana mdogo mwenye miaka kumi na nane hivyo alipokelewa na wakubwa zake wenye miaka thelathini arobaini lakini waliokuwa na wahuni kwelikweli. Basi ilipofika usiku, Chanda akachukuliwa na mkaka wake mmoja, ambaye anatokea katika eneo moja. Hivyo wakaenda kwenye chumba cha huyo jamaa, wakaingia ndani, lakini jamaa alikuwa ni mhuni kwelikweli, pia kazi yake alikuwa ni jambazi. Basi alipofika ndani, alitoa bunduki zake na kuanza kuzisafisha. Shande pamoja na uhuni wote, wizi, udokozi, utukutu aliofanya hapa Tanzania, lakini hakuwahi kuona bunduki wala hakuwahi kushika bunduki. Akaanza kutetemeka akaanza kuogopa. Ndipo jamaa huyu, jina lake anaitwa Fred, akamwambia, sasa dogo, umeingia kiwanja. Kama umeingia kiwanja hapa, sharti ni moja, lazima unipe mzigo niweze kulalua, alafu mengine ndiyo atafuata, lasivyo na kuua Chande akashtuka sana, akasema ni nini? Unamaanisha? akamwambia kwamba yani, ninachomaanisha lazima niweke kodi, lazima niweke alama, kwa sababu mimi ndio nimekupokea. Nataka usiku wa leo uwe kama mke wangu, ukikataa na kuua. Sasa chande akaanza kulia na kutetemeka, akasema hapana kakangu, sinifanyie hivyo, mimi ni mwanaume mwenzako. Akasema hapa South Africa hakuna wanaume umekuja kiwanja, basi hiki ndicho kiwanja. Ulijua South Afrika ni Marekani? Hii ndo Marekani yenyewe. Sasa nakwambia nipe mzigo, la sivyo nakuwa. Chande kiunyonge, huwezi amini, ikabidi kwa mara ya kwanza abakwe na kulawitiwa. Hali hii ilimkasirisha kweli kweli. Basi ilipofika asubuhi, Chande akaondoka katika nyumba ile na kwenda kuanza maisha ya mtaani katika majumba mabovu, wenyewe maarufu anaita kama machaka. Walipofika huko Chande akafanya maisha yake, akawamuhuni kweli kweli. Kuwamuhuni kweli kweli, Chande akakamatwa akarudishwa Tanzania. Kurudishwa Tanzania akafikia katika kikosi cha wahuni kweli kweli, ambao sasa hiki kikosi kilidijita Beila. Yani Beila maana yake ni wale wahuni wa zamani waliokuwa wakipita South Afrika walikuwa wakipita sehemu inaitwa Beila hapo Msumbiji. Sasa chande aliporudi amerudi na ukali mpya. Kwanza yeye ndo akawa kiongozi, akaingia katika uhuni na wizi, wizi wa kikatili. Aliposhika panga hali kurudi nyuma, kisu haki kurudi nyuma, matusi yalimtoka, lakini alikuwa na roho mbaya kweli kwelikweli, mpaka wazazi wake wakaanza kuogopa, wazazi wake wakaanza kumkwepa. Lakini baba ake akamwambia mwanangu, kwa hiki ambacho unachokifanya na hii hali ambayo umefikia, naomba uondoke nyumbani kwangu. Ndipo Chanda akamwambia, baba, huwezi kunifukuza na endapo utarudia tena kuniambia nitoke kwenye hii nyumba, basi mimi nitakuua. Wewe ni babangu, lakini nitakuua. Baba huyu alishtushwa akaona, mwanawe aliyemzaa anasema atamuua. Baba akamwambia, we kijana, hivi unahisi mimi nimekuokota au nimekuzaa? Sikiliza, Si kwamba sikupendi na kupenda, lakini nimekuonya. Sasa hivi umekuwa mtutishio, ni hatari sana, kunaomba utoke kwenye nyumba yangu, la sivyo nitakuletea askari wa kukamate. Ndipo Chande akamtazama babake akamwambia, naondoka, lakini nitarudi. Basi huwezi amini, jina la Chande Kigogo nzima likawa limeenea Kigogo kati mpaka Mbrahati Manzese mpaka Mabibo, Magomeni mpaka Ilara. Chande alikuwa ni Chande. Chande alijiita kanali Chande, alijiita dikteta Chande, aliogopwa kwani alikuwa ni mwizi wa kukata mapanga, kuchoma visu, walivamia nyumba kumi ndani, kumi nje, mchana usiku wao walifanya kazi, waliwakimbiza mpaka maaskari waliokuja na defender miaka hiyo lakini maisha yakawa mazuri kwa Chande. Cheo alikipata, uongozi aliupata, akawa rais wa wahuni. Kila anapotembea alikuwa analindwa, ndipo sifa zikamjaa. Kwa kuwa nyumbani kwake ni Kigogo Mbuyuni, yeye akawa anakaa Kigogo ya Kati. Sasa akaanza kutengeneza bifu, kwa kuwa baba yake alimfukuza nyumbani kwao. Basi Chande ameamua sasa kutengeneza chuki, bifu na watu wote wanaokaa Kigogo Mbuyuni. Ndiyo, unajua tofauti ya Kigogo Mbuyuni na Kigogo kati ni barabara ya Ilara kwenda Magomeni. Sasa barabara hiyo ikawa ndiyo mpaka, yaani mtoto wa kigogo usivuke kwenda juu, ukikamatwa huko juu manake Chande ni chakula chake. Watu mwanzo walidharau, lakini kilichotokea kilitokea vijana wengi waliibiwa, wengi walikatwa mapanga. Walivyorudi walisema, nimetumwa nilete salamu. Chande anasema hacheki na yoyote, hacheki na Mukuda kwani amedhamiria yeye ndio dikteta, yeye ndio kapteni. Taarifa zikaenea, watu wakaanza kuogopa. Wazee walijadili, lakini Chande aliogopwa sana na kundi lake, hivyo hakuna mtu aliyethubutu wala kutoa ushauri wowote wa kumtafuta, kwani Chande alisema, yeyote atakayetaja jina langu katika kinywa chake mimi nitaanza na yeye na nitaanza na shingo yake. Lakini imekuwaje mpaka jamii ikaanza kukinai na Chande Chande. Hali hii ilimfanya ajione mfalme, aj, ilimfanya ajione bora. Hivyo watu wengi waliteswa na uhuni wake, waliteswa na madhira yake, wakaumizwa na wizi wake. Chande hakuwa mtu wa kuiba tu, lakini baada ya kuiba aliamua akate sikio au akutoboe jicho. Yani, alisema kabisa nataka niwe Rambo au komando kipenzi, maamuzi ni yake akaanza kubaka wamama. Wamama ambao walikuwa ni rafiki na mama zake, wamama ambao alipokuwa mtoto aliwamkia shikamoo mama, wamama ambao walimvalisha vibukta, wamama ambao walimsaidia kumtoa makamasi, wamama ambao walimchukulia Chande ni mtoto wao. Lakini Chande sasa alibadilika. Wamama hawa walipokuwa akitoka katika shughuli zao, kundi la Chande likawavamia. Mmoja hapo anaitwa Mama Kesi. Mama Kesi mama ni jirani kabisa na mama Chande, lakini Mama Kesi hakuamini alichofanyiwa na Chande. Mama Kesi ndiyo mama ambaye baba na mama Chande walipokuwa wameenda kazini, aliachiwa Chande, hivyo alimhudumia tangu akiwa na miaka miwili mpaka anafika kubadilika. Mama Kesi akamwambia Chande, mwanangu, akamwambia usiniite mwanao mimi nipo kazini na nilishasema watu wa kule huku wasifike. Kwa nini umekaidi kufika? Akasema tunatoka kwenye shughuli. Akasema shughuli ya nini? Akasema shughuli ya harusi. Akasema basi leo na sisi tutafanyia harusi. Mama huyu akashtushwa, akasema mwanangu, unasemaje? Akasema leo tutawafanyia harusi, ndipo akawaibia kila kitu, lakini ikawa haitoshi. Basi huyu Chande akataka kumuua huyu mama lakini mama huyu akajitetea, akasema hapana, naomba usiniue, naomba usiniue mwanangu, naomba usiniue Kumbuka, nimekulea Chande. Akasema, ukitaka nisikuue lazima nikubake. Ndipo Chande akambaka mama huyu. Mama huyu alisikitika na kuumia hata aliporudi nyumbani, wiki nzima alipata maradhi ya msongo wa mawazo, lakini huwezi amini, jamii sasa ikaanza kuchukizwa na kuona lazima tuchukue maamuzi na tuchukue hatua, kwa sababu hii taarifa ilikuwa mbaya katika maeneo hayo. Taarifa ilikuwa ya kushtuza. Kumbuka mama na watoto zake na watoto walikuwa na rafiki zao, watoto hawa wakashindwa hata kukaa katika vijiwe na rafiki zao kupata mazungumzo. Lakini mama huyu alipomfikishia familia ya mzee Chande, ya mzee baba Chande, ndipo baba Chande na mama Chande wakasikitika, wakalia, wakahuzunika. Huwezi amini, mama Chande akasema, kuanzia leo Chande si mwanangu, Chande si mtoto wangu, nimemtoa kabisa katika watoto. Mimi ni mgumba, ni tasa, sikuwahi kubeba mimba wala sikuwahi kuzaa, sina mtoto, nina radhi naye. Na baba naye akasema vivyo hivyo. Basi huwezi amini, Chande taarifa zikamfika. Zilipomfika akasema wazazi wako wamekupa laana, wamekupa radhi ili uwe kichaa, uwe chizi. Basi Chande akasema kwa kuwa amenipa laana, basi mimi nitakwenda kuonyeshia hiyo laana walionipa. Yani wao si wanataka mimi niwe kichaa, basi ukichaa nitauonyeshia kwao. Huwaziamini Chande, usiku ulipoingia, aliingia nyumbani kama gaidi yani, gaidi yule aliyechupa mipaka, gaidi ambaye mwenye kuweza kutoka India kwenda Marekani kwa kuogelea tu na kwenda kufanya matukio yake, watu ghafla wamemwona huko ndani. Mama alipiga kelele, ghafla Chande akamwonyesha panga zito akamwambia na kukata kichwa na kukata shingo. Mama huyu alikaa kimya akasema, baba yuko wapi? Kamwambia, babako ameenda msikitini. Huwezi amini, Chandi akamwambia, nimesikia kabisa anayoendelea katika hii nyumba. Umesema mimi sio mtoto wako, mimi sio mwanao. Sasa nimekuja nikuonyeshee kwamba wewe pia sio mama angu, sikufahamu. Na ili ujue kwamba mimi sikufahamu, nataka nikuibie kila kitu ambacho wewe unakipenda. Chande alijua mama yake anampenda sana dhahabu, hivyo alichukua dhahabu za mama yake. Anajua mama yake alipenda sana kanga na vitenge, alichukua zote. Lakini hakuishia hapo tu, alimpiga mapanga ya ubapa mama yake na kumwambia, ingia uvunguni, upingia uvunguni. Chande aliondoka akasema, umenifanya niwe kichaa, ukichaa wenyewe ndio huu, na nimeanza na wewe. Akaondoka zake. Ndipo baba Chande akarudi. Aliporudi, alisikitishwa sana, akakasirika. Kukasirika akatoka mpaka kituo cha polisi Magomeni usalama. Kufika Magomeni akaambiwa kwamba jina la huyu mtu na makundi yake yapo ya katika kituo hiki tunawatafuta, tumefanya jitihada zimeshindikana, lakini tunaamini tutawashika, ila tunaomba na nyinyi wananchi mweze kutusaidia. Kama mko tayari, tunawapa go ahead mweze kuendelea na hiyo tafiti basi, huwezi amini. Waliporudi wakafanya kikao, kikao kikaenda vizuri, vijana wote wakawekwa, wakaambiwa, Chande ni kijana mwenzenu, wengine ni mdogo wenu, anakuwa mnamwona. Hakuna aliyezaliwa na kuwa na roho mbaya, lakini roho mbaya tunafundishwa. Naomba kwanzia leo muwe na roho mbaya ili kundi limeweka vita, vijana wote watakotokea huku, wakifika kule wanafanyiwa madhira na mabaya, basi nataka pia na wao wakifika huku tuwafanyie madhira na mabaya. Baba Chanda akaulizwa, akasema unasemaje? Akasema, mimi ninachosema kwamba mkimwona mwanangu popote alipo, mimi sio mwanangu, ni mwizi, ni jambazi, hata mimi namtafuta. Msipomuua ntamuua mimi, msipomkatakata nitamkatakata mimi Utafiti ukaanza, watu wakapambana, watu wakajipanga, Chande zikamfikia taarifa. Vita ikawa kubwa, Chande akaogopa kuvuka barabara, lakini pia kila mtu aliyevuka barabara wapandua huku cha moto alikiona. Vita hii ilitokea kweli, na hadithi hii ni ya kweli. Endelea kutazama TV, endelea kusikiliza simulizi hii, kwani Mwaluvanda TV ndio sehemu ya simulizi nzuri.